Hello Malkia, u hali gani? Natumai uko vizuri. Sasa moja kwa moja sitaki kukupotezea muda, twende tukaangalie jinsi ya kutumia ovulation calculator kuweza kujua siku ambapo yai linashuka ili kuzitumia hizo siku kwa ajili ya kushika ujauzito. Katika utumiaji wa hii ovulation calculator, kuna vitu viwili ambavyo inatakiwa uwe navyo. Kitu cha kwanza, inatakiwa uwe unafahamu tarehe ya siku ya period iliyopita au kama leo ndo umeingia periodi, basi unaweza ukaandika siku ya leo umeona. Lakini kama una taarifa za zilizopita hapo nyuma, basi utaandika ile tarehe ya kwanza ambayo uliona ile period. Kitu cha pili lazima uwe unafahamu mzunguko wako. Je, mzunguko wako ni mrefu au mfupi? Lazima uwe unajua kwamba mzunguko wako ni wa siku ngapi. Baada ya hapo, twende moja kwa moja tukaangalie sasa, kuna hii linki ambayo nimekutumia Utabonyeza kwenye hii linki moja kwa moja. Baada ya kubonyeza hii linki, utakuja kwenye hii website. Sasa kwenye hii website kuna vitu vingi, usiende sehemu yoyote ile, usije ukachanganya madensa. Sasa hapa tunatumia tu hii sehemu basi hii sehemu na sehemu ya kwanza ndo hii hapa, inasema kwamba the first day of your last period, periodi yako ya ilopita uliona lini, umona. Sehemu ya pili ni hapa ambapo utaingiza average cycle length uh, utaingiza siku uh, za mzunguko wako. Mzunguko wako ni wa siku ngapi? siku thelathini, ishirini na sita, ishirini na tano, ishirini na moja utaingiza hapa ili kujua yai lako linashuka lini? Sasa tuende hapa tukaweke siku ambayo uh, uh, period tulipata muna. Sasa tuashumu um, uh, tukija hapa utabonyeza hapa sasa. Ukienda huku mbele, unaendelea kwenye miezi ijayo may, miezi yani miezi ijayo. Ukirudi huku nyuma, unaenda kwenye miezi iliyopita. k tuseme labda mimi nataka niweke uh, taarifa zangu za period ya mwezi wa tatu March, ko nitarudi huku nimekuja kwenye match. Kwa nilivyokuja hapa itatakiwa niandike tarehe ambayo nilipata periodi. Tuchukulie mfano kwamba nilipata periodi tarehe kumi na moja ya mwezi wa tatu, tayari imeshajiweka hapo automatically. Tunakuja kwenye habari hapa, wameandika average cycle length, kwenye mzunguko wangu Je, yeah, mzunguko wangu ni wasiku ngapi? Kama mzunguko wako ni wasiku labda ishirina sita ishirina saba ishinamoja utabonyeza kwenye paka. Mzunguko wako ni uh, 32 31, 31, 35, 35, 35 utabonyeza kwenye hichi kidude kimeandikwa jumlisha. Nitabonyeza hapa kwenye plus imekuja, 26, kwenye plus, imekuja 30 baada ya hapo Kilichobakia ni kuangalia matokeo. Kwa hiyo nitabonyeza hapa kwenye see results. Matokeo yanasema kwamba siku yangu ya yai kushuka ni tarehe 27 mwezi wa tatu kwa maana hiyo, kama nikitumia hii siku nitakuwa na nafasi kubwa ya kushika ujauzito. Sasa hii ni siku moja ambayo yai inashuka, lakini tunajua siku za hatari huwa kawaida zinakuwa ni tano. Kwa hiyo utachukua siku tatu kabla ya tarehe ishirini na saba na siku moja baada ya tarehe ishirini na saba. Kwa maana hiyo siku zako za hatari zitaanza tarehe ishirini na nne mwezi wa tatu mpaka tarehe ishirini na nane mwezi wa tatu. Kama ukishiriki tendo la ndoa kwenye hizo siku na kama hauna changamoto yoyote, basi utashika ujauzito. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Mwanamke Afya Points. Usisahau pia kukomenti na kulike. Kama una swali lolote, unaweza uliza hapo chini.